Umejijenga mwenyewe unaanza kujenga kazi yako eh? Mungu anasema anabariki kazi za mikono, atakubariki nini kama huna unachofanya kwa mikono hmm? Nilikuwa nikisoma Mithali anasema Mithali 31:27 anasema, huangalia sana njia za watu wa nyumbani mwake wala hali chakula cha uvivu. Kuna wanawake wanakula chakula cha uvivu, usile chakula cha uvivu ndio maana watu wanakuona duni. Hata kama wewe mume wako ni trilionea, lazima uwe na kitu chako. Sio lazima utoke, unaweza ukafanya kazi ndani, unaweza ukafanya kazi online. Kuna mama ametoka hapa ameongea kwa habari ya pilipili na vitu vingine. kwa lazima uipe thamani kazi yako lazima uiangalie bidhaa yako kuiona kwamba inafaa sana. Mimi huwaga nawatania watu nawaambia, mimi ninaweza nikauza mpaka kunguni na utamnua, kwa sababu kuongea nilijaliwa. Kwa nitaipa thamani kunguni, yani utajikuta mwenyewe umenunua. Sembuse nikikuuzia kande, sembuse nikikuuzia ugoro, sembuse nikikuuzia mshono segusi nikikuuzia maziwa. Inamaana mahala ulipo huoni chochote cha kufanya, hauoni hata upae ndani, hupo mume. Nakwambia ustoke nje, ustoke nje, sawa, stoke nje lakini tashindwa ku, kupanda mchicha huo. Mchicha nikaubrandi nikaupa thamani, nikawaambia ni watu, ukila huu mchicha hauoni njaa, watashindwa kununua? Watanunua. Kwa hiyo mwanamke, tunachotarajia lazima aipe thamani kazi yake, maana Biblia ndipo inapotuambia inasema, huangalia bidhaa yake akaipa thamani. Kwa mimi nikijipenda hata vitu vyangu vitapendwa nitavipa thamani, nitaviongelea vizuri, nitasema karanga za madam Leah, ukila mume akuache. Kuna mwaka nilikuwa nafanya nilikuwa na mgahawa pale halmashauri bo ya Mbozi. Nikasema hivi ni kitu gani nawapata wababa kwenye mgahawa? <laughs> Nikasema wababa wana wanapenda sana mambo ya nguvu za kiume, si ndio? Yani ukiwaambia hata mchanga ukinywa <laughs> unapata nguvu za kiume, wananunua. Mi nikasema mimi najua kutengeneza maziwa soya, nikatengeneza ile maziwa halafu, mi nauziaga kupitia online na nikapita kwenye zile ofisi za wababa baba, nikamwambia leo nina bidhaa mpya basi wa soya, umewahi kujua? Ah, ah, hatujawahi. Tena yana nguvu hizi na hizi moja wapo inaongeza nguvu ya, ya, ya kiume. Wewe madam Leah, walija niuza sasa, shughuli ikawa walivyoletea mlejesho, akasema mbona ikutokea zara ulianza la kujaribu <laughs> pe samani Ipe thamani kazi yako, usichukulie poa. Wewe usipoiongelea vizuri, nani ataiongelea vizuri? Yes, I see, sasa umetikia vizuri, lazima uipe thamani uongee, uh, okay, uipe thamani, uipandishe, uuze mm, naona hela zinakuja jamani, yeah. <laughs> Amina, mama, nashukuru sana, asante. Kwa hiyo napokea hela na jamani, kuanzia sasa na Mungu habari yoyote, kwa lazima uone bidhaa yako ina faida, bidhaa yako inauzika, uuze by any means. Amen, asante, asante, napokea na vinywaji Haleluya, ananitengenezea njia. Ukisoma Mwanzo tatu kumi na tano tano inasema, nami nitaweka uadui kati yako na huyo mwanamke na kati ya uzao wako na uzao wake, huo utakupota kichwa na wewe utampota kisigino. Unajua, mimi nilikuwa na shangaa sana zile adhabu zinavyotengenezwa, yani yule mwanaume anaambiwa wewe, utakula kwa jasho na alizaliwa ale kwa jasho maana aliumbwa aje alime bustani. Ukija kwa nyoka anapewa adhabu ya kutambaa, lakini anamwambia ninakuwekea uadui kati ya huyo mwanamke na uzao wako. Ukija kwa Hawa anaambiwa utazaa kwa uchungu, wai kwa sababu mwanamke aliletwa na aliwekewa uzao. Tuko pamoja jamani, ndio maana mi nanyanyuka nyanyuka, katoka hapo kule nyuma, nashindwa kutulia kwa sababu tumeunganishwa na watoto, tumeunganishwa na uzao. Ndio maana hata usiku mkiwa mmelala, baba anaweza kaa anakoloma, anakoloma, ila mama mtoto akisema, ushashtuka, ushaamka, kwa sababu umeunganishwa na uzao. Mungu akubariki sana. Amina, nashukuru sana. Haleluya, kwa sababu umeunganishwa na uzao. Sasa kitu kinachonishangaza na natamani leo tushangae wote. Adam anaambiwa utalima utakula kwa jasho, nyoka utatambaa, mwanamke anapewa adhabu mbili, anaambiwa utazidishiwa uchungu, tamaa yako itakuwa kwa mumeo, naye atakutawala. Lakini anaongezewa la tatu, anaambiwaje? Amewekewa uadui kati ya nyoka na mwanamke uzao wa nyoka utamtafuta mwanamke uzao wa mwanamke na uzao wa mwanamke utatafuta uzao wa nyoka. Na uzao wa mwanamke ni pamoja na mwanaume na mwanamke. Si tunazaa wote hao jamani? Ina maana wanaume na sisi, wanaume pia sisi tumewekewa tuwalee. Tumeelewana hapo? Tuko pamoja. Sasa kwa nini wengine watu waliokosea wanapewa adhabu moja moja, lakini mwanamke anaambia uzao wako nimeweka uadui. Kwa hiyo atakaye kuwa akikimbizana na nyoka ambaye ni adui sio mwanaume, kwa sababu mwanaume aliyewekewa uadui na nyoka, aliyewekewa uadui na nyoka ni mwanamke na nyoka, ambaye ni Ibilisi, na sio kwa habari ya michepuko aha, kwa habari ya uzao Wanaume wanajisifu wana, kwamba nitakuwa na watoto wazuri kwa sababu nimeoa mke mwema. Hasemi nitakuwa na watoto wazuri kwa sababu mimi mwanaume ni mwema. Ah, lakini wakisoma mithali inasemaje? Mwanangu ti sheria ya mama yako sikiliza, mausia baba yako. Kumbe baba kazi yake ni kutoa mausia, mama kazi yake ni kunacha watoto ndio maana ndani ya nyumba utakuja kuona mama kila saa anaongea. Yaani anaongeaga na watoto wa mwele. Utasikia, "Niliwaambia mosha kwa mama mjosha. Niliwaambia msiende kwa kinasha mbenda. Niliwaambia msunguze malage aiwatokee." Yaani unaongea mpaka kichwa kinauma na kesho wanarudia. Yaani uliongea jana, kesho tena wanarudia. Lakini baba anakuja simple sana. Tena saa nyingine amelewa. Utasikia lea uwe unamsikiliza mamako, kuanzia kesho rudi saa kumi na mbili. Amemaliza. Na kesho mtoto anarudi saa kumi na mbili. Kwa sababu gani? Ni kwa sababu mama umewekewa kutengeneza sheria, wewe ni wa kusema hapa hamtakii mrudi saa kumi na mbili. Wewe mtoto wa kiume utakiwi kuvaa kama mtoto wa kike, wewe mtoto wa kike utakii kuwa kama mtoto wa kiume, kwa sababu mbeleni utaniharibia, utaniaribia uzao. Kwa hiyo, kwa hiyo mambo tunayoyaona kwa habari ya uzao wetu ni kwa sababu mwanamke ajawa mlinzi, haujalinda uzao. Na hapa ndio naunganisha na wale wanaume wanawake ambao wakigombana na waume zao wanazila mpaka watoto. Mimi nafanya hiki kipindi, nakutana na kesi nyingi sana. Mwanamke anasema mimi nimeacha mtoto wa mwaka na, na nusu Unamuliza, umemwachia mwanaume mtoto wa mwaka na miezi sita, si maana yake umempa mtoto nyoka? Maana wewe ndio mlinzi wa mtoto. Umeondoka, nani analinda? Mwanaume hawezi kulinda, yaani hawezi, kwa sababu mwanaume lile tunda tu alishindwa hata kuhoji, akala, anewa baba samani ni mheshimiwa, kumbe Lazima leote ukimweza mwanamke umeharibu kila kitu. Ndio maana mbele inasemaje, Mungu ameumba jambo jipya duniani, mwanamke atamlinda mume. Mwanzo nilikuaje? mwanaume anamlinda nani? Mwanamke akaona a a, Adam kaniangusha, sasa nabadilisha meza, mwanamke hatamlinda mwanaume wai, kwa sababu mwanamke ni mjenzi. Mungu amekuwekea ujenzi gani? Lakini jambo la mwisho kabisa, ukisoma Mithali kumi na nne moja inasema, kila mwanamke aliye na hekima hujenga nyumba yake, bali aliye mpumbavu huibomoa kwa mikono yake miwili. Jamani eh, kuna watu wanabomoa nyumba zao kwa sababu hawana wa maarifa sahihi ya ndoa. Unabomoa kwa mikono yako miwili. Ndoa ni taasisi. Pale mbinguni tukifika, kama ipo, mchungaji atatukosoa, tutaulizwa, nilikupa ndoa ulifanyaje? Uliishije? Wewe mama ambaye tunasema single mothers Mungu atakuuliza, nilikupa mtoto ulifanyaje? Aliishia wapi? Kwa sababu kubomoa nyumba sio tu hivyo vya kwenye ndoa, hata wewe singomada ujali yani, mienendo ya watoto wako ndani, unabomoa nyumba yako. Kwani Mariamu si ali, alikuwa singomada wakati anamzaa Yesu eh? Mariamu ni singomada mzilishi wa walea pekee yule Yusufu ni baba wa kufikia. E, kama ambapo wengine tuko hapa, wengine tuko hapa. Kwa hiyo lazima ujenge nyumba yako kwa mikono yako miwili, mtoto asikushinde. Hata kama baba yake amekataa kumlea, wewe unaweza bahati mbaya. Hakuna mtoto wa bahati mbaya, kwa sababu kwenye kusoma kwangu Biblia ninaona mfalume Sulemani alitokea kibahati mbaya hii tunayoizungumzia leo, maana babake Daudi alizini na ndiko huko Mungu akampata mfalme. Sawa. Kwa hiyo haijalishi mtoto umempata mazingira gani, iwe ulibakwa, haijalishi Iwo ulizana mume wa mtu, haijalishi. Ingawa sikutumi jamani maana eh? Na kwenye huko kuna vikogoto vyake eh, eh. Iwo sijui ulifanyaje, ili mradi Mungu amekupa neema ya uzao, hakikisha hiyo nyumba unaijenga kwa mikono yako miwili tujengee hiyo nyumba tupate wafalme kama Mfalme Suleimani, tupate watawala, tupate maraisi, tupate mainjinia, tupate wakina mama chadelio waja watutengenezee matukio kama hivi. Tumeelewana? hakuna kukata tamaa, hakuna kulia, hakuna kukaa chini. Ndio maana mwanzoni nimeanza, ujionavyo, jipende wewe, jipe thamani wewe, jipe heshima wewe, watu wote watakuheshimu. Kao pamoja na huyo mtu ambaye amekupa ujauzito ka kukataa, hataki hata kuonana na mtoto wake, anakuachia kila kitu. saa ingine unalia usiku wa manane, unalia, utafanyaje? huyu baba alijali, usijali, yuko Mungu anasema yeye ni baba yatima, yeye ni mume wa wajane njane. Usilie, Mungu ni baba yako, yeye anajua kulea kuliko hata hao wanaume walio kukataa yeye anajua kule, kwa sababu saikolojia ilivyo ni kwamba mahala ambapo mwanaume hayupo anasimama Mungu mwenyewe. Mahala ambapo mwanaume yupo, Mungu anakaa pembeni, kwa sababu mwanaume anamwakilisha Mungu duniani. Sasa kama mwanaume amegoma kumwakilisha Mungu duniani, anakuja mwanaume wa wanaume. Alafu fikiria mwanaume wa wanaume anakuangalia, utakosa mavazi yaani Mungu anakushughulikia mambo yako, utakosa chakula. Mungu ndio baba wa watoto wako. hawatakuwa na akili? ndio maana watoto wengi ambao baba zao waliwakataa ndio wanaofanya vizuri shuleni, haushangai, ndio wanaoenda mbali, haushangai, kwa sababu mzee wa siku ndio anachukua Haya, lakini jambo la mwisho kabisa, Yeremia 31:22 inasema, hata lini utatangatanga e binti mwenye kuasi? Kwa maana Bwana ameumba jambo jipya duniani, mwanamke atamlinda mwanamume. Ndoa yako wewe ni mchenzi wa ndoa, mahala ambapo mwanamke akisema imetosha ndoa wala iendelee kwa sababu mwanamke ndo anaamua kwa mikono yake miwili. Eh, eh, hii ndoa mimi siendelee. Na mwanamke akisema haendelei ni haendelei, lakini mwanamke akisema kwa hali zozote, hii ndoa lazima ifike, itafika. Kwa hiyo jukumu la ndoa limetolewa kwa mwanaume, limewekwa kwa mwanamke, lakini mwanamke mwenye akili mwanamke mwenye maarifa sahihi ya ndoa, linda ndoa yako, mlinde mme wako, mthamini. Mi niseme tu waga, kunakuwa na maneno maneno huko mtaani ambao watu wanapeana bon. Utasikia bila wanaume tunaweza kuishi, kwani kitu gani bwana, si bini eh, na nini mi eh, mimi nikwambie hayo maneno tuyaache kabla hujapata ndoa, lakini kama Mungu amekubalikia ndoa ndoa yako ipende tu, ndoa yako mpende tu mme wako, kwa sababu yeye ni kifuniko chako, yeye ni joto lako. Yaani hata kama mume wako ni mlevi, ili mradi yupo, yule ni kifuniko chako. Hata kama halalaji ndani, ili mradi yupo, nikifu ni kifuniko chako. huko ndiko kwenye baraka zako. Na sisi masingo mothers, Mungu atupe waume wema, sema amen. Mungu atupe waume wema kwa sababu tunataka tuwe na waume wema. We? We? We? We? imeboa eh, ah, sawa sawa, maana lazima tujali ndoa lazima tutengeneze nyumba zetu na lazima mabinti tuishi ubinti mwema, ili Mungu atuamini. Mi nilikuwa najiuliza tu, kwani yule Bikra Maria ule mtaa alikuwa peke yake? mm -hmm. mabikra walikuwa wengi. Sasa kwa nini Yesu akaenda kuzaliwa kwa bikra aliyeposwa, yaani bikra mwenye mchumba? kwa nini ni kwa sababu Mungu alitaka yule mtoto alelewe chini ya himaya ya mwanaume, na hapa ndipo nitakapomalizia. Pamoja na kuwezeshwa kwa wanawake, isitoe nafasi ya wanaume. Mwisho wa siku itatupa mateso sisi wenyewe, ni ukatili kwetu weni chumba, ili mwanaume awepo pale kuhakikisha mambo yanaenda, mambo yanakaa vizuri, mambo yanawafikilia. Kukimbia usiku usiku, kumkimbia Herode, asingeweza peke yake, alihitajika baba pale. Kwenye mikono ya wanaume yeyote, hata huyu mpiga picha, kuna miisho ya upendo, tunasema love endings, ambapo wanaume wakitushika uoga, tunafanyaje jamani <laughs> nisaidie ni basi aaata kabla sigan janifikie. Wanaume wakitushika mikono nao tunafanyaje? Tunasisimuka, tupige makofi, imeenda jamani. Ehe, kwa sababu gani? Wana miisho ya upendo. Ile miisho ya upendo ina nguvu sana kwa watoto. Akiwa yuko karibu na mtoto wake kuna vitu vinaenda kwa mtoto wake ikiwemo ujasiri maana mtoto wa kike akiwa karibu na babake hapotei ovyo, na akimwambia nakupenda mwanangu, ndio kabisa, ende hata chifu azifanye chochote, anaenda vizuri. Sasa anapokuwa yupo jirani na watoto, kuna tabia za kike anaondoa, anaingiza tabia za kiume kwa kuongea nao tu. Ndio maana utakuta anamwambia mama, usimdekeze huyu, huyu ni mwanaume, acha alie, afanyeje. Lakini utakuta mwanamke anasema we, Nilibeba miezi tisa katoto kangu mnakateza. Kwa hiyo wakipatikana mwanaume na mwanamke, mwana wana balance mambo hivyo. Kwa sisi ambao tunalea watoto pekee yetu, tujitahidi sana, tuwawekee kwenye nafasi ambayo watakutana na jinsia ya kiume ikusaidie kazi. tuna maako tuna wababa wadogo, waende kanisani watakutana na walimu wa kiume, waende msikitini watakutana na walimu wa kiume, uko mashuleni na vitu vingine, wachanganye. Usimlee mtoto wako kikike kikike, hasa wa kiume. Una walimu ndio tunakutana na watoto wa kiume lele mama, hakuna mwanamke anapenda kuolewa na mtoto wa kiume lele mama, wote tunapenda tuolewe na wana wachapakazi. Lakini pia we mwenyewe mama ambaye ni single mother, kunatamani mtoto wako huyu wa kiume siku moja asimame kama mwanaume, si ndio? Kwa hiyo jitahidi kumchanganya na haya ndiyo ambao nilipaka kuongea siku ya leo, na Mungu awabariki sana, asiwepo wa kuwaonea wala kuwaangalia kwa jicho la uduni we... kuja mbele wote, madam, usiondoke kwa haya umeyasema. Umati huu wote tunakuja kucheza hapa kwa kuyaweka watu kwamba yatatawala kwenye familia zao nje. Wanawake wote waweke wana mbele tae